Kwa hivyo kuitoa stendi hapa, kuipeleka kwa nyenye kapendo siya halali. Mgogoro wa wapi stendi ya magari makubwa ya jengwe kijiji cha Changalawe na kijiji cha Matemanga umefika baada ya kuonekana eneo la kijiji cha Changalawe ni dogo, hivyo mradi huo wa stendi unatakiwa upelekwe kijiji cha jirani cha Matemanga. Hali iliwafanya wananchi wa kijiji cha Changalawe kupinga wazo hilo, huku fedha za kujenga mradi huo zikiwa tayari zimeingia kwenye akaunti ya kijiji cha Changalawe. Sasa fedha hizo zinatakiwa ziamishwe kutoka akaunti ya kijiji cha Changalawe kwenda kijiji cha Matemanga, ambapo mradi huo unakwenda kujengwa. Hali iliwafanya wananchi wa kijiji cha Changalawe kumlilia mwenyekiti wa chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma, ndugu Oddo Mwisho ili aingilie kati mgogoro huu. Cool. Tulijadiliana kwamba stendi iwa hapa Changarawe, na hii hela imeingizwa jimbo la Changarawe. Kwa hivyo kuitoa stendi hapa, kuipeleka kwa nyenje kapendo siya halali, au kuipeleka milonde siyo halali. Hapa ugogoro huu anaosema upo na katibu tarafa wanagombana hapa mpaka sitawa mtoto wetu, tunagombana hapa kuitaka kuitoa hisiteni. Ninachokuomba mwenyekiti wa mkoa, mkaikalie vizuri sana, uchaguzi utachafuka hapa tukijali jinsi ilivyotengenezwa na halmashauri ya wilaya Tunduru. Kwanza eneo limepimwa, watu wa ardhi wamefika na masuala yote yamekwisha, na pesa imeingia milioni 25. Sasa cha kushangaza mara tunaambiwa huku mara tunaambiwa huku. Akielezea sababu za kuhamisha ujenzi wa stendi ya magari makubwa kutoka kijiji cha Changarawe kwenda kijiji cha Matemanga, ndugu Emili A Njogopa ambaye ni afisa tarafa wa Matemanga amesema ni kweli mwanzo eneo la ujenzi likwa katika kijiji cha Changarawe, lakini baada ya kuangalia eneo hilo akagundua kuwa eneo hilo ni dogo. Pia sababu nyingine za kupeleka ujenzi wa eneo la Matemanga ni kuunganisha vijiji viwili vya Matemanga na Changarawe kimawasiliano mimi nikamshawishi hela hizi afadhali zihame hapa, madam wewe mbunge umeshachuria hapa patoshi, tupeleke kijiji jirani na ambacho ni kijiji cha Matemanga. Hapa pote tulipo hapa ni eneo la Changarawe, hiki ndio ni kijiji cha Changarawe ambapo hela zimeshaingia. Kwa hiyo hela sasa, kwa maelekezo ya mbunge, anataka zihame hapa ziingie Matemanga, ili zijenge pale, ili zivute mji wa kule na huko. Na ukiangalia okay, hapa nyuma yetu hizi nyumba hizi nyumba hizi unaziona ziko ndani ya eneo hili ambalo mwanzoni wataalamu walisema tukichukua majengo haya yote ya, ya tarafa hili hapa la polisi na hizo nyumba za watu binafsi, basi eneo hili hapa linaweza kwanza, walisema wataalamu haitoshi, yani wataalamu walichakubali kwamba hapa hapa toshi kwa ujumla kabisa. Lakini kwenye vikao alivyodokeza siri kwamba kwenye vikao vya kamati diwani na mbunge wakasema hapana, lazima tujenge hapa hapa. Sasa mbunge alipofika kuona ndio ak aka appreciate mwazo ya wataalamu. Sasa tunachomsubiri hapa ni mkurugenzi afike atoe elimu kwa wananchi kwamba hapa hapatoshi. Baada ya maelezo mgogoro huo, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma ndugu Oddo Mwisho amesema amechukua maelezo hayo na atakwenda kushauriana na serikali ili mapema waje kutatua mgogoro huo. Mafanikio yoyote yale yanategemea ufanisi wa leo, kesho na kesho kutwa. Mara nyingi mipango yetu tunaangalia leo, tunaangalia kesho, hatuangalie kesho kutwa yetu hayo ndio mapungufu tulionayo, na tusifanye maamuzi kwa ushabiki ambao utatuletea madhara kesho yake. Mimi nawasihi sana, naona mwenyekiti wangu watawe pale amezungumza tena kwa jazba, naona mzee wangu pale amezungumza mzee wetu, na kuheshimu sana, na mimi nathamini uwepo wa wazee, lakini na thamini, waze, watu wengine waliochangia lakini lengo letu tufanye kitu kwa tija, sio kuchochea ushabiki wa kisiasa hautatusaidia. Kutoka Tunduru mkoani Ruvuma, Newton Ndenda.